Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Mafundi pamoja na wauzaji wa bidhaa za rangi wilayani Korogwe wametakiwa kuwa waaminifu katika kazi, huku wakihimizwa kuacha vitendo vya utapeli na upandishaji holela wa bei ya bidhaa. Vitendo vinavyotajwa kuathiri maisha ya wananchi na kuharibu taswira ya taaluma hiyo. Kwa nini tunasema? Fundi saa nyingine anakuwa si mwaminifu, ni kwa sababu mnaelewana na mwenye nyumba. Mwenye nyumba anakwambia bana, mimi niambie hapo, ujenzi wa jengo langu lote hili kutaingia mifuko mingapi ya skim koti, au kutaingia rangi ngapi? Lakini mtu anaona kwamba hivikuwa, ah, nikimwambia mifuko 40, siyatailipia tu Sindio? Si kweli? Lakini mwisho wa siku utamjengea, utakapojenga, siku ya siku ataenda mtu atamwambia, da, fundi kafanya vizuri. Ametumia mifuko mingapi? Anasema hapa alitumia mifuko arobaini. Anamwambia da, ulipigwa! Hebu mwambie mzee, umepigwa. Unajua kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ilitatiwa labda ni mifuko kumi, lakini mwisho wa siku unarudi kinyuma nyuma, unamwambia tena mwenye duka, mwenye duka bana, sikiliza, kimeumana, nimebaki na mifuko ya ziada, naomba nirudishe. Wito huu umetolewa na, na mgeni rasmi, diwani wa kata ya Majengo iliyopo wilayani Korogwe mkoani Tanga, Mustafa Shengwatu, katika kikao maalum kilichokutanisha mafundi rangi, wauzaji wa maduka ya rangi pamoja na viongozi wa kampuni ya Mayangwa Company Limited iliyopo wilayani Handeni mkoani Tanga kwa lengo la kujadili changamoto na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma zinazotolewa zinazingatia uadilifu wa uwazi. Jambo la kwanza, amesema mama vizuri na mkurugenzi. Mmepewa heshima, mmekuwa kwenye umoja. Mimi nataka kuwapa mambo matatu kwenye. La kwanza. Amelisema vizuri mkurugenzi. Uaminifu na uadilifu kwenye kazi. Moja ya sifa mbaya tulionayo mafundi tunataka kuonekana matapeli. Kaikataeni sifa hiyo <laughs> na wale wachache wanaoharibu taswira ya kazi yenu kawakataeni, ili taasisi hii taaluma hii ibaki na heshima yake inayostahili. Kama yupo miongoni mwetu ni mbabaishaji, tukamkatae. Mafundi siyo mbabaishaji Mafundi ni watu waadilifu, ni wanataaluma kama taaluma nyingine, lazima tukaheshimike. Ndugu zangu, jambo jingine nililotamani kulisema hapa, sisi kama serikali tumepeleka masuala ya mafundi kwenye mambo ya kimtandao. Ni lazima muwe na taarifa za kutosha, ni kwa namna gani mtapata fursa zilizoko ndani ya serikali. Kwa mfano watu wa maduka wanafahamu sasa serikali, ili upate kazi kwenye serikali lazima ujiunge kwenye mfumo wa nesti. Najua hilo. Hivyo ni vyema mafundi wangu, twendeni tukajisajili kwenye nesti na pale inapotokea changamoto tushirikisheni tuwasaidie. Kwa upande wao, baadhi ya mafundi wameipongeza kampuni hiyo kwa uchapakazi wao wa kuleta bidhaa hizo kwa bei nafuu. Mimi nimebahatika kutumia Binder baina liyoitumia ya Manyangwa imenionyesha utofauti na baina nyingine, kutokana na kwamba ina gundi kali na pia ni nzito. Gundi yake nimependa kwa kweli, kutokana na kwamba inashika sana na vilevile hata ukipiga mahali kikarua. Ai, mimi nilisema uongo, kwa sababu rangi iliyoanza kutumia ilikuwa ni Marshall. Sawa, kwa sababu mara yangu ya so. kwanza kuziona hizo rangi nilipuuzia kwanza kutokana so, na uzoefu wangu wa kutumia rangi katika makampuni mengi mengi no. Lakini kwa sababu nilishaanza kutumia hizo woputi, nikaona huyu mama ni mwenzetu, basi nikaenda KKKT duka la jumla, nikaenda nikachukua kama saba nne za krem hivyo, nichukua vile, nikaandaa huku tangu vizuri au sehemu yangu ya kupaka vizuri, lakini matokeo niliyoyaona nilijutia, nikasema right, ningejua tangu mwanzo, basi ilikuwa na kuendelea kutumia hizo rangi Wepote mara. Mimi nazungumzia kuhusu weta gadi. Weta gadi ya Manyangwa nimeitumia. Yaani nilichukua nikajaribu. Nilikuta dukani nikanunua, akasema ngoja nikajaribu. Lakini lakini so, yes, laki kwenye uchanganyaji ni tofauti na rangi nyingine ambazo unaweza ukachanganya rangi hizo kwa lita ishirini unaweza ukachanganya kwa lita nne, lakini Manyangwa, nilikuja kuona ajabu kwamba naweza nikaweka lita tatu kwenye ule ujazo, nikapata rangi ambayo ni nzuri tu, nikapiga koti zangu tatu ambazo zinafanyaje zinaweza kukaa vizuri, na nyingine ni Manyangwa. Lakini tu, yani, tujivunie Manyangwa mimi nilienda mweza kufika kule mweza, maduka madogodogo hadiwea zile ambazo wanazitunua hawana. Nikamwambia, sasa mnafanya nini? mimi kitu ambacho naweza kutumia ni kitu fulani ambayo ni Mayangwa Mayangwa huyo. Mimi ikabidi wale watu wa kule mahali w wanipe wanipe oda, nikaipiga moja kwa moja, mama, naomba mfuko iende sehemu fulani. Na kweli mama aliniambia ah, sawa, nitafikishe hicho kitu mpaka leo. Ule Tanga wa mgeni rasmi huyo ametoa maagizo kwa mafundi hao kuchangamkia fursa ya kujiunga na mfumo wa nesti ili kupata mafanikio zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.